Leo viongozi kutoka kata ya Itigi mjini halmashauri ya Itigi waliandaa semina kutoka taasisi ya NSSF kutoka mkoa wa Singida na wilaya ya Manyoni. Semina hiyo imefanyika katika ofisi za kata ya Itigi mjini ambapo imehudhuriwa na viongozi mbalimbali kutoka kata tofauti za Itigi, ikiwemo kata ya Itigi Majengo, Itigi Zinginali pamoja na kata ya Itigi Tambukareli. Lakini pia semina hiyo imehudhuriwa na wakulima, wajasiriamali, watumishi wa serikali na machifu kutoka Itigi Utemini. Semina hiyo imeeleza mambo mengi, ikiwemo swala la kuwekeza kipato kwa manufaa ya baadaye. Lakini pia taasisi hiyo imeeleza kiundani zaidi ambavyo inaweza kuwasaidia watu wote kujiunga na NSSF kupata huduma kama bima ya afya na kadhalika viongozi wa kata ya Itigi mjini akiwemo mtendaji wa kata Simon Sirilo akiongozwa na Mheshimiwa diwani Ari Minja walikuwa na haya ya kusema kwa majina. Naitwa Simon Filipo Sirilo, ni mtendaji wa kata ya Itigi mjini. Siku ya leo tunao wageni kutoka ofisi ya NSSF kwa maana ya kwamba mfuko wa hifadhi ya jamii, lakini pia tunao wageni mbalimbali pamoja na wananchi wetu wa Kata ya Itigi mjini na maeneo mengine. Wageni hawa ni NSSF ambao wanatokea mkoa wa Singida kwenye ofisi zao, lakini pia watu kutoka ofisi ya Manyoni wamekuja mahali hapa, baada ya kualika waje wawape fursa wananchi wetu kupata elimu ya kina kuhusiana na mfuko wa NSSF. Kama ambavyo tunajua na wananchi wamezoea kwamba mifuko ya hifadhi ya jamii waliokuwa wanahusika ni wafanyakazi peke yake, lakini kwa sasa NSSF inafanya kazi na makundi yote. Tuko hapa ofisi za kata Itigi mjini tukiwa na ugeni kutoka ofisi za NSSF mkoa wa Singida, wakiwa wameambatana na watu wa NSSF wa wilaya Manyoni. Tumekuja kufanya zoezi la uhamasishaji wa wananchi kujua kwamba wamepewa nafasi na, na serikali kujiunga kwenye NSSF kama mfuko wa hifadhi ya kijamii kwa ajili ya kujisaidia huko baadaye. Kama tunavyojua, wananchi wetu ni watu ambao wanafanya shughuli mbali mbalimbali za kujiingizia kipato, wako wajasiriamali wadogo, wako wakulima, lakini pia tunao wafugaji ambao hapo zamani walikuwa hawana fursa ya kujiunga na NSSF. Baada ya serikali kutoa fursa hiyo, mimi kama diwani wa kata ya Itigi mjini nikaona ni vema niwakaribisha watu wa NSSF hapa kwenye kata yangu kwa ajili ya kuja kuwahamasisha wananchi kuweza kujiunga. Lakini pia mtoa semina ameeleza faida mbalimbali za kujiunga na NSSF na kueleza vigezo vya kujiunga na NSSF ni kuanzia miaka kumi na tano mpaka sabini, na hapa anaeleza kwa kina juu ya NSSF menielewa mpaka hapo? Kwa hili ni, ni fao la uzazi. Linaitwa fao la uzazi, hutolewa kwa mwanachama mwanamke ambaye amekaribia kujifungua au ameshajifungua. Baada ya semina hiyo, tulipata wasaa wa kuzungumza na mmoja waliohudhuria semina hiyo na kueleza faida alizozipata juu ya semina hiyo. Na kwanza nichukue fursa hii kuwapongeza uongozi wa kata ya Itigi mjini kuongozwa na Mheshimiwa Diwani Ali Minja pamoja na afisa mtendaji Simon Sililo kwa kutuletea wageni kutoka mkoani na wilaya ya Manyoni kuja kutupa semina ambayo imetunufaisha wananchi wa halmashauri ya Itigi. Tumejifunza mambo mbalimbali. Jambo la kwanza ambalo nimelielewa vizuri ni fursa ya bima ya afya kupitia NSSF kwa hiyo, nawashauri ndugu zangu wote waliopo hapa Itigi, wananchi kwa ujumla, wajiunge na mfuko wa hifadhi ya jamii, kwani kuna mafao mbalimbali yatakaowanufaisha. Lengo la NSSF ni kuwasaidia Watanzania wengi ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa na changamoto mbalimbali haswa katika shughuli za kijamii. Hivyo kupitia NSSF, mtanzania yeyote Anaweza kuwekeza akiba kwa matumizi ya baadaye. Anton Joseph wa Itigi TV.